Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli ya God is Our Shepherd Ministry. Namshukuru Mungu sana kwa sababu yako, we ambao umekuwa ukifuatilia kuanzia mwanzo hadi tulipofika hadi sasa. Mungu akubariki sana, na usiku wa leo tena katika live stream hii li, tunaenda kuendelea na somo letu la Heaven's Favor na tutaendelea tulipoishia, na kabla ya yote kabisa, acha nimshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu. Mungu mwema, ninakushukuru kwa sababu ni mwema na mwaminifu, umekuwa pamoja nasi Bwana, kuanzia siku, siku ya kwanza tulioanza, siku ya pili, ya tatu, na leo siku ya nne, pokea sifa na heshima na utukufu. Asante kwa sababu ya majira haya, tutakapoenda kusikia neno hili kutoka kwako Bwana, ukaachilie kibali Bwana, ukatupe neema ya kusikia na kufanya kile ambacho tutakisikia katika jina la Yesu Kristo, ika mbegu kwa huyu anayetazama, kwa huyu anayesikiliza neno hili likabadilishe maisha yake, neno hili likabadilishe mtazamo wake katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu yako. Na siku ya leo tunaendelea tena na somo letu pale tulipoishia. Uh, tulitaja vitu vitatu tulitaja vitu vitatu na leo tunaenda kutaja tena jambo la nne na kitu ambacho kinaweza kukusababisha ukapata kibali. Na Jumatatu iliyopita tulizungumzia maombi, tukaona jinsi maombi yalimpa Esther kibali mbele maombi, yali wa Aa, ya mfalme. Tukaona maombi yalivyowapa wana wa Israeli kibali, na siku ya leo tunaendelea na jambo la nne au kitu cha nne, na tunasema ni unyenyekevu. Unyenyekevu unatupa kibali, humbleness. Unyenyekevu unatupa kibali mbele za Mungu Aa, Una, tunasema unyenyekevu nini? Unyenyekevu ni ile hali ya kutii, ni ile hali ya kujishusha, ni ile hali ya kunyenyekea, ni ile hali ya kuwa mpole, ni ile hali ya kuwa mtulivu, uh, kunyenyekea kwa, kwa moyo, ni ile hali ya kuwa na toba eh? ni ile hali ya kuwa na toba, ndo tunasema unyenyekevu eh? uh, na unyenyekevu wa uangalii umri au uangalii cheo au uangalii mamlaka Hapana, kwao ile hali ya toba. Kwa mfano mzuri, hapa tutamzungumzia mtu anaitwa Daudi, alikuwa ni mnyenyekevu, alikuwa na ule moyo wa kushuka na ule moyo wa, ku, wa toba. Ndio maana ukiangalia Zaburi nyingi sana zinatumika katika maombi ya toba, katika maombi ya kunyenyekea, katika maombi ya kujipatanisha na Mungu. Kwa sababu gani? Daudi alikuwa mnyenyekevu, na ndio kitu ambacho kinifanya Daudi akapata kibali kikubwa mbele za Mungu. Aa, na hata akawa mfalme kwenye taifa la Israeli. Kwao siku ya leo tunaendelea unye na unyenyekevu, na nilivyosema kwamba unyenyekevu ni hali ya kuwa na toba, ni hali ya kuwa mdogo, haijalishi una cheo gani, ila unakuwa mdogo. Na hapa sasa tunaenda kuangalia unyenyekevu, tunazungumzia zaidi unyenyekevu wetu kwa Mungu, unyenyekevu wetu mbele za Mungu, ili Mungu aweze kutupa kibali, ili Mungu aweze kutu, kutupa kibali, ili Mungu aweze kubadilisha maisha yetu, ili Mungu achilie kibali kwenye maisha yetu ili Mungu akupe kibali. Hapo unahitaji lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu, lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu. Tuanze na kitabu cha Yakobo sura ya nne mstari wa sita kitabu cha Yakobo sura ya nne mstari wa sita Biblia inasema lakini hutujalia sisi neema iliyozidi kwa hiyo husema Mungu wapinga wajuku zao bali huapa neema wanyenyekevu. Tunaona pale mwanzo kabisa tulisema Ah, tulisema kibali ni God's grace, heaven's favor ni God's grace manake, heaven's favor ni neema ya Mungu. E, kibali cha kimbingu ni neema ya Mungu, ni neema ya Mungu koyo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu huwapinga, huwapinga wajikuzao na wale ambao ni wanyenyekevu anawapa neema. Sasa tuangalie mstari, ah, kumbe sasa, ili tuweze kupata neema ya kupata kibali cha kimbingu, ili tuweze kupata neema ya kupata kibali cha kazi unapohitaji, ili kumbe upate neema ya, eh, cha, cha ya kupata kibali cha utajiri, ili upate neema ya kupata kibali kwenye elimu yako, ili upate neema ya kupata kibali kwenye ndoa yako, kumbe lazima uwe mnyenyekevu mbele za Mungu. Lazima uwe mnyenyekevu mbele za Mungu. Unapokuwa mnyenyekevu mbele za Mungu unapata kile kibali. Tu, tuangalie historia moja ya mtu anaitwa Hana kwenye kitabu kile cha Samueli. Ukisoma kitabu cha Samueli kuanzia ile ule waraka wa kwanza utamwona mtu anaitwa Ana. Uh, huyu ni mwanamke ambaye alikuwa hana mtoto na alikuwa ni anamke mwenza anaitwa Penina. Mm, lakini aliteseka kwa muda mrefu na ikafika siku moja akakoya madhabahuni mwa Mungu, akaenda kumuomba Mungu na kumlilia Mungu kwa nini hana mtoto. Sasa angalia matatu iliyopita, tuliongelea kitu kinaitwa maombi. Alitoka akaenda mbele za Mungu kumuomba Mungu, lakini katika kuomba kumbe alitakiwa hawe mnyenyekevu. Alipofika pale, pale madhabahuni anaomba, akaja mkuu wa madhabahu akamkuta anaomba. Alipomkuta ana anaomba, akamwambia, wewe mbona unalia kama mwanamke ambaye amekunywa mvinyo? maanake mwanamke alielewa, lakini angalia kitu cha ajabu, kitu ambacho Ana anatufundisha ingekuwa ni mwanadamu wa leo ameambiwa lile neno na mchungaji wake au ameambiwa lile neno na mpendwa mwenzake au ameambiwa lile neno na mshirika mwenzake yangekuwa majibu kama yana yalivyokuwa. Lakini ana alionesha moyo wa unyenyekevu katika ile hali ya maumivu aliyokuwa nayo, yaani hana mtoto na yuko madhabahuni anamwomba Mungu, lakini pia anatokea mtu anampa neno la kumvunja moyo, lakini alikuwa mnyenyekevu, akajibu kwa unyenyekevu kwamba mtumishi wa Mungu, mimi sijalewa, niko katika kuugua nikiomba kwa ajili ya kupata mtoto. na halipoongea kwa unyenyekevu, halipojibu kwa unyenyekevu, ndipo yule mtumishi wa Mungu akamwambia, nenda na Mungu amesikia maombi yako, na ilikuwa vile, na Hana akashuka na akaenda akapata mtoto. Tunaona kitu cha ajabu hapa, kwamba kumbe ili tuweze kuwa wanyenyekevu, ili tuweze kupata kibali cha kimbingu kwenye kile tunachokihitaji. Asijui unahitaji wapi, ila siku ya leo, siku ya leo, usiku wa leo, nimekuja kukuambia inakuhitaji wewe uwe mnyenyekevu, inahitaji wewe uwe mnyenyekevu sana mbele za Mungu. A, ni zaidi ya kupiga magoti. Unyenyekevu tunaozungumzia hapa ni zaidi ya kupiga magoti, ni ule unyenyekevu unaotoka ndani kwenye moyo wako. Hakuna mtu anaweza akasema yeye ni mnyenyekevu sana, au tukaona anasalimia hadi anashuka Chini lakini, kumbe moyoni sivyo. Ninachozungumzia pana ule unyenyekevu wa ndani, ule unyenyekevu wa toba, unyenyekevu usiokuwa na mawaa mawaa, tunaona ilivyokuwa na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Agano Jipya kwamba Yesu naye alikuwa mnyenyekevu na mtii mpaka kifo. Ni kitu cha ajabu sana, walimtusi, walimpiga, lakini akurudisha, akuwa na kiburi. Unyenyekevu ni kutokuwa na kiburi. Hebu tuangalie, tuangalie tuangalie kitabu cha Luka 23 mstari wa kwanzia wa thelathini na nane hadi ulio arobaini na tatu Biblia inasema na juu yake palikuwa anwani huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale waalifu waliotungikwa wali alimtukana akisema, je wewe ni Kristo jiokoe nafsi yako na sisi lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu nawe? huu kati, katika hukumu hiyo hiyo hayo nayo, ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyoyastahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema ee Yesu nikumbuke, utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Yesu asiwe sana. Hapa ni watu wawili. Wakati Yesu anasulubiwa, kulikuwa kuna wahalifu wawili walikuwa wamesulubiwa pamoja na Yesu, na mmoja akawa anatuonesha picha ya kiburi na mwingine anatuonyesha picha ya unyenyekevu, kwamba katika dakika za mwisho, katika nafasi ya mwisho kulikuwa kuna watu wawili mmoja ah, alikuwa anaipata wote, wote walipaswa wapate kibali cha kimbingu, lakini kilichotofautisha ni unyenyekevu. Wa kwanza alimwambia Yesu, jishushe kwa sababu wewe tayari ulishasema wewe ni Mungu, lakini wa pili akasema, Yesu, unikumbuke huko utakapoenda kwenye ufalme wako. Na ikawa vile vile, yule ambaye alikuwa na kiburi, yule aliyojibu aliyo aliyosemesha Yesu, wa kiburi akupata ufalme wa mbingu lakini yule aliyesema kwa unyenyekevu tunaona hapa maandiko yanasema, Yesu akamwambia, amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Alikuwa ni mwalifu lakini, ile siku alipata kibali cha kimbingu. Kwa hiyo nataka nikwambie kwenye nafasi yako ya mwisho, kwenye nafasi yako ya mwisho, jaribu kuwa mnyenyekevu. Kuna mtu unaweza ukawa una, una apply kazi mara nyingi, ukifika tu kwenye eneo la kazi unashanga, kuna uvuvio wa adui uh, unakuwa sio mnyenyekevu tena, na ile hali inasababisha unakosa ile kazi. Kuna mtu anaingia, yuko kwenye mahusiano, anatamani aingie kwenye ndoa, lakini anafika sehemu ile, anafika kufika kwenye lengo la kuingia kwenye, kwenye ndoa eh? anakosa unyenyekevu tayari, kunakuwa kuna mipishano ya hapa na pale, na pale na unashangaa mahusiano yameisha. Na umekaa kwenye mahusiano na mtu wa kwanza wa pili wa tatu inatokea vilevile eh. Kuna mwingine unapopata tu pesa unapopata tu pesa, hmm. pesa, kwenye last chance unakosa unyenyekevu, unashangaa mambo yako hayaendi, kwa sababu tayari unakuwa una kiburi. Kwa hiyo ninachotaka nikuambie leo kwamba mwombe Mungu akupe neema ya unyenyekevu na kupitia somo hili Mungu akabadilisha maisha yako, kwamba uwe mnyenyekevu, kwa sababu unyenyekevu upo karibu sana na mafanikio yetu. Tunavozidi kushuka sana mbele za Mungu, tunavokuwa wanyenyekevu sana mbele za Mungu, ndipo na utajiri wetu na mafanikio yetu yanakuwa yapo karibu. Wakati ambapo Yusufu alikuwa mnyenyekevu, wakati ambapo Yusufu alikuwa mnyenyekevu, alipewa kesi kwamba amelala na mke wa Potifa eh, Alivumilia, akapelekwa gerezani. Alikuwa mnyenyekevu na katika ule unyenyekevu wake Mungu alimwinua kutoka gerezani na kuingia kwenye ikulu, akawa waziri mkuu kwao. Usiku wa leo ni kuachia hili neno la kwamba inakupasa uwe mnyenyekevu ili upate kibali cha kimungu. Kwa hiyo mwombe Mungu, lakini pia nitaomba nitaomba muda huu, kama kuna kitu ambacho kinakusumbua kinakufanya usifikie malengo, kukunyima unyenyekevu wa kimungu kwenye maisha yako, na kitakuachia acha niombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya mtazamaji huyu anayetazama muda huu ambaye amekuwa akishikwa akivamiwa na roho za adui, roho za adui ambazo zina mnyima unyenyekevu, roho za adui ambazo zina mapando ya kiburi, ninakemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai, kila uharibifu wa giza, kila roho za kuzimu, kila roho za kiajenti za kipepo ambazo zina hata kimaisha yake kufikia kwenye hatima yake kufikia kwenye kibali chake katika jina la Yesu Kristo zikamwachia na kuanzia sasa akawe huru nika katika jina lako takatifu ninaomba, kushukuru amen. Mungu akubariki sana, uwe na usiku mwema na share, share somo hili, masomo haya usiache, tu umeyatazama ukaacha, ingia youtube ushare na rafiki zako, kwa sababu litakuokoa wewe litamwokoa na ndugu yako na rafiki yako. Ubarikiwe na Mungu amen. <tipa> Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli ya God is Our Shepherd Ministry. Namshukuru Mungu sana kwa sababu yako wewe ambao umekuwa